Tumesikia jinsi ambavyo moja ya vichocheo vya ukatili wa kijinsia pamoja na uh, masuala kama uh, ukeketaji. Ukeketaji ni mila, mila sehemu nyingine unaiadhimisha kama ndio mila nzuri, lakini sehemu nyingine unaambiwa madhara ya ukeketaji makubwa sana, kwa sababu yana athari uh, hasa masuala ya uzazi wa kutoka kupungua, watu wanapoteza damu nyingi na kadhalika. Sasa hilo ni swala la kutoa elimu, kwa sababu jamii ambayo imebobea katika mila hiyo ili uweze kuja kubaini kwamba hilo ni la potofu, athari nyingi sana zinakuwa zinatokea kwao okay. Lazima hilo eneo tuendelee kuelimisha, lakini eneo la pili tutoe taarifa kuhusu ukatili wa kijinsia uh, tunaopitia wenyewe au tulioshuhudia ukitokea. Haya masuala sio ya kufumbia macho. Katika malezi yetu na makuzi yetu tumekuta watu ambao, mimi nakumbuka, nimeishi mahali ambapo uh, jirani yetu alikuwa na baba mmoja, kwa kweli alikuwa anapokea vipigo mfululizo eh, kwa mke wake. Yule mama alikuwa ni baba msa kweli. Kuna makabila ambayo wamama wamejaliwa mili ya kutosha eh, kule kwa kina daktari kule, ukisikia mwanamke anakwambia u mbili kwa mbaraka, yaani ukaa kando, mbili kwa mbaraka manake ni mwili uliosheheni eh, maharage na maparachichi na, ma, na, na, na, na ndizi. Sasa mwili uliojumuisha maharage parachichi na ndizi Sio mwili huu wa nao, ujua ni mwili mzito kweli, wao wanajijua. Huyo akitembeza mkono, we baba, nenda kajifiche huko, kwa sababu unaweza ukawa kibogoyo. Eh, sasa hao ni watu ambao kimsingi, tukiona matukio na ya namna hiyo yakitokea, ni vizuri tukatoa taarifa badala ya kufumbia macho yanayoendelea. Ya tumesikia hapa, wanaume ni wagumu sana kwenda kutoa taarifa, mnaona aibu. Eh, kwamba mimi bwana natembezewa kipigo na finyo. Umesikia hapa pale akitoa mifano mbalimbali ya o oh, ukatili hata kunyimwa na kwenye ni ukatili. Kwa hiyo amesema pale eh, zile inawezekana mtu akawa anavumilia tu lakini bila bila. Sasa hiyo ndio sio sawa eh, kwa sababu wewe uliondoka nyumbani kwa hiari ukaungana na mwenzako alafu umefika huko unaanza kutoa adhabu ndogo ndogo. Sasa hiyo haitakiwi. Hayo. O, naitwa Hashim Ashraf Dogra ni afisa dawati la msaada wa kisheria Mama Samia wa e, niko ofisi ya mkurugenzi wa manispaa wa halmashauri ya manispaa ya Geita, na leo katika maadhimisho ya yes, siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia pamoja na UKIMWI, kati ya mambo tuliozungumzia ni ukatili wa kihisia e, kisheria sheria katika zile haki za binadamu kuna haki ya kusikilizwa na haki ya kusikiliza. Sasa katika, katika maeneo ya kazi kumekuwa na changamoto kwamba watumishi wanakuwa wanafanywa ukatili wa kihisia, hasa katika kusikilizwa, hawasikilizwi hisia zao, lakini pia hawapewi nafasi ya kuexpress au kuelezea hisia zao, lakini pia kuna watumishi ambao wanapata changamoto ya kufanyia ukatili wa kijinsia kwa maana ya kwamba kulazimishwa kufanya mambo ambayo hawako na matakwa yao, kinyume, kinyume na sheria. Kila mtu ana haki ya kukubali au kukataa. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya matakwa ya binadamu. Sasa inashauriwa katika maeneo ya kazi kuwepo na, kuwepo na usawa usawa wa kwanza wa kijinsia lakini kuwepo na usawa katika maeneo ya kazi, kuhakikisha kwamba kila mtumishi ana haki ya kusikilizwa ya kusikiliza na kukataa au kukubali kwa yale mambo ambayo hayapo moja kwa moja kiutumishi. Sasa kupitia dawati la msaada wa kisheria, tumekuwa tukipokea changamoto nyingi ambazo nyingine zinahusiana na watumishi kitu ambacho imeonyesha kwamba ni changamoto mtumishi ni mtu wa kwanza ambaye anatakiwa atatue changamoto za wananchi, lakini imeonekana kuna watumishi wengine wao ndio wanatengeneza changamoto za wananchi badala ya kuzitatua. Hasa kupitia msaada wa kisheria tumepokea changamoto nyingi, hasa kutoka kwa jinsia ya kike. E, nyingine ambazo ni za kifamilia lakini nyingine ambazo ni maeneo ya kazi, e, tumejitahidi kuzitatua kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kupitia kampeni ya msaada wa kisheria kwa ya chini kabla ya kwenda kwenye sheria, kwa sababu kwenye sheria unafata tu sheria, lakini unaweza ukatatua mgogoro ukatengeneza mgogoro mwingine. Kwa hiyo tunajitahidi kwanza kutatua kwa njia za awali.